Habari ndugu wasikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha Makayula mahusiano na ndoa. Kama mwenzi wako ana wivu uliopindukia, hii inakuhusu sana. Katika mapenzi kuna kitu kinaitwa wivu. Wivu umekuwa ukiwatesa wengi na kujikuta wakijipa, wakijipa presha na vidonda vya tumbo bila kutarajia. Wanaofikia hatua hii ni wale ambao wivu wao umepitiliza. Nasema umepitiliza kwa kuwa wivu wa kawaida unatakiwa kwenye mapenzi ili yawe imara. Kama upo kwenye ndoa na mtu mwenye wivu uliopitiliza kiwango, unatakiwa kuwa makini sana, ili msije mkaachana wakati bado mnapendana. Unaweza kuwa umeingia kwenye ndoa na mtu ambaye kila wakati anataka kufuatilia, kujua unafanya nini, uko wapi, na nani, na mambo mengine ambayo kwa upande mwingine anaweza kuona ni kero kwako. Kikubwa hapa ni kutokasirika wala kuhisi kwamba umepata mtu asiyefaa, msumbufu, mwenye wivu wa kijinga. Tambua hiyo ni hulka yake, hivyo unachotakiwa kufanya ni kujua namna na utakavyokabiliana naye na kumfanya awe na amani, kisha ndoa yenu iendelee. Kwa kurijua hilo, leo nimeona nikupe njia ambazo unaweza kuzitumia katika kuubadilisha au kukukabiliana nazo na wanandoa ambao ni wivu wake ni baraka siku Si kwamba kwa kuyafanya hayo yatamfanya asio na wivu, ni kwamba wivu wake hautakuwa na madhara na kwa kiasi fulani utapungua. Mshirikishe kwenye ratiba. Kama mwenzi wako ana wivu sana, ni vyema ukafanya ujue ratiba yake ikoje kila siku, pale inapobidi. Ikiwa hayuko karibu na wewe, kama uko huru kutokana na majukumu, si vibaya kutumia muda mwingi ukiwa naye, lakini kama uko mbali, si vyema ukamfanya ajue. Ni vizuri akajua, maana fulani, utakuwa wapi na na nani ukifanya nini. Kwa suala la mapenzi wala sio kitu kibaya, hasa pale ambapo utagundua kwamba ukimpa taarifa anakuwa na amani. Hiyo itamfanya hata pale atakapokuwa mbali na macho yake asiwe na mawazo potofu, licha ya kwamba kama anakupenda kweli hatakiwi kukufikiria tofauti. Simu iwasogeze karibu. Hakuna kitu kibaya kama kupitisha siku nzima bila kumtumia meseji wala kumpigia simu mwenzi wako. Kumbuka, simu ukiitumia vizuri, inaweza kukufanya ukawa karibu zaidi ya mwenzi wako. Kwa ulimwengu wa sasa, ukiwa ni mgumu kutuma SMS wala kupiga simu, mwenzi wako atahisi una mtu mwingine anayekupa au anakukipu bize. Hata kama uko bize sana na shughuli zako za kila siku, jitahidi kuwasiliana naye angalau kwa siku mara mbili au mara tatu. Mbaya zaidi ni pale ambapo utakuta atakutumia SMS na usijibu kwa wakati, na ukapigiwa kisha usipokee. Hii itamfanya aumie sana na kufikiria vinginevyo. Thibitisha mnampenda mna au unampenda. Kumwambia tu unampenda hakuwa kumfanya mwenzi wako akaamini kwamba unamaanisha. Waswahili wanasema hayo ni maneno tu, hata kwenye kanga yapo. Unachotakiwa kukifanya ni kuonyesha mpenzi wako jinsi gani unampenda.